Ndugu zangu, tumekuwa tukipata taarifa nyingi sana kila leo kupitia mitandao ya kijamii kupitia watu mbalimbali mbali. Wengine wanaojiita wanaharakati huru, wengine wanasiasa wabobezi, wengine ni wakurugenzi au viongozi wa taasisi mbalimbali lakini kuna mkunganyiko mkubwa sana wa taarifa tunazozipokea, na sisi kama vijana hatuwezi kukaa kimya. Ni wajibu wetu vijana wa Chama Cha Mapinduzi kuwa na mkakati maalum ambao utazungumza ukweli, kuainisha yale ambayo yanasemwa ya upotoshaji, uchonganishi yanayoleta kuvuruga yanayotaka kuleta kuvuruga amani ya taifa letu kupitia kampeni hii kijani Fact Scan, tutatetea ukweli, tutaelimisha jamii na tutatokomeza upotoshaji, uzushi na uongo unaoenezwa kwa ajili ya serikali yetu, chama chetu, viongozi wetu. Kampeni hii italenga kutoa maarifa sahihi. Wote tunafahamu kwamba bila taarifa sahihi ni vigumu kufanya maamuzi, na hasa katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu, ni muhimu kwa kijana wa Kitanzania kwa wanachama wa Chama Cha Mapinduzi, lakini kwa mzalendo tu yoyote kupewa taarifa ambayo imechujwa yenye ukweli na uhakika. Tutajibu hoja kwa hoja katika kampeni ya Kijani Fact Scan. Hivi juzi kati, tumesoma katika mitandao, baadhi ya wanaharakati wametuhumu serikali juu ya mambo mengi sana, wametuhumu jumuiya zetu, jumuiya hii ya vijana kwa kutusingizia mambo mengi sana na mwingine alidiriki kusema kwamba tunatumia vijana wetu kuleta vurugu au kuteka watu, wanatumia na majina yetu, kwamba tunatumia vijana wa, wa jumuiya yetu kufanya hayo mambo ya hovyo. Lakini sisi hatutakaa kimya, tunataka tuwaambie Watanzania, tunataka tuwaelezee wazalendo wananchi wa Tanzania ukweli, na kupitia kijani fact scan, tutaangaza ukweli huo wote ambao umekuwa ukifichwa na watu ambao hawana nia njema na taifa letu.